Injili kulingana na Luka Mtakatifu, mlango wa kumi na nane. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea endea akisema, nipatie haki na adui wangu naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, E Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, E Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule; kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilia atakwezwa. Wakamletea na watoto wachanga ili awaguse, lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Bali Yesu akawaita waje kwake, akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambia, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiwe, usiibe, usishuhudie uongo waheshimu, baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado; viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Yesu alipoona vile, alisema, kwa shida gani wenye mali watauingia ufalme wa Mungu! Kwa maana ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano, kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao waliosikia walisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Petro akasema, tazama, sisi tumeviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. Akawaambia, hakika nawaambia hakuna mtu aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu, asiyepokea zaidi mara nyingi katika zamani hizi na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Akawachukua wale thenashara akawaambia, tazameni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhihaka, atatendwa jeuri na kutemewa mate, nao watampiga mijeledi, kisha watamua, na siku ya tatu atafufuka. Walakini hawakuelewa maneno hayo hata kidogo, na jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao, wala hawakufahamu yaliyonenwa. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka na alipowasikia makutano wakipita aliuliza kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, E mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama, akaamuru aletwe kwake. Na alipomkaribia alimuuliza Wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu. Na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu.